Hii ni interview yangu ya kwanza. Uh, Danchez ni rapper mm -hmm, toka Ngala, daktari ni okay, daktari ukisema okay. Daktari kuna watu wengine wanasema daktari wa mapenzi mwengi... Presenter Rick anataka nimpe freestyle. Niko na madem hapa tu kuchoma magwai kwa jirani ISIS, kuna wifi Hiyo bana, mambo vipi? ah, mimi wananifahamu kama MC Riki na hii bana ni kipaji ah, TV tukishirikiana nao kipaji mashinani na leo tuko na ah, kijana ambaye ni chipukizi anakuja ah, kwa mwendo wa kasi sana bana, ah, tuko tunapiga naye story mbili tatu, lakini kukukumbusha tu ewe subscribe hapo hivyo, like, comment and share, naendelea. inakuwaje bro? Inakuwa fiti mazee. Sijui huko. ah, mimi poa nazidi bana kuvuta pumzi, ningetamani kufahamu uh, jina la industry yako na pia uh, jina ulilioweza kupewa na wazazi wako, kufahamu kama kwa uh, majina langu la usanii wa naitwa Danchez. Danchez. Yeah. uh, na lakini jina langu liliopewa na wazazi naitwa Daniel. Naam, ok ah, Danchez ni nani haswa, uh, unaweza kutueleza akua fupi, Danchez ni nani, anafanya nini, anatokea wapi, na pia ana mademo ai tena mademo angapi? <laughs> Tuendelee huko, kutakuja. Uh, Danchez ni rapa kutoka Ngala na Ngala wapi? Ngala uh, kaunti uh, Ngala ya Kilifi na si, sina mengi lakini karibuni, ningependa tu niwakaribishe katika show. naam no. Haujatueleza <laughs> kama Dances pia ni msanii. Unajua Dances bana, hajachangamka. Labda nikuambia tu, nimetangulia kusema kwamba ni msanii chipukizi mm -hmm. So hii ni interview yako ngapi, ama tangia uanze kufanya interviews? Kusema ukweli, interview, hii ni interview yangu ya kwanza mm -hmm. Uh, so, uh, uh, comment kidogo, msiwe na pressure. Dances ni chipukizi na bado hajakuwa na no uzoefu lakini, uh, tungependa kufahamu Danchez, msanii wa ngoma gani? mimi ni msanii wa uh, msanii wajua rapa. yeah. kuwa rapa, okay, una fit katika kila kila place. unaweza wekwa kwa drill, unaweza wekwa kwa hip-hop. unaweza wekwa yani kila mahali hata kwa gospel mtu akitaka anaweza kushirikisha, so mimi nimekusanya tu hivyo kiujumla nikijieleza kwamba mimi ni, ni rapa so yeah. Msanii yoyote hata awe na wa drill, awe na hip hop, awe na nyimbo za gospel ama za mapenzi, anaweza niita kama kunishirikisha katika kolabo yoyote na no. Uh, mbona ukachagua kuwa rapa uh, wa drill zinazo nyingine huku hukuchagua kuwa rapa wa mapenzi ama wa gospel? Uh, okay, wajua, acha niseme hivi Naenda kulingana na vile mawimbi ya mziki vile yapo kwa sasa. Unaona, kwa sasa mawimbi ya mziki yanaenda na ya kidunia, hizo za drill na pia hip hop inaenda sana, so mimi nilichagua hivo kwa saizi kwa sababu wa msimu huu, sababu msimu huu nimeona ni wa drill, hip hop, sana unaona. Lakini hata kama mtu atataka pia kwa mapenzi, sijakataa, na anaweza nishirikisha tukafanya kolabo. Ah, kwa sasa umefanya vibovu ngapi? ah, kwa sasa ni, ma... ni ngoma moja tu nimeirekodi, naitwa Daktari. Naam, unaweza hmm. ah, kutuambia idea ya Daktari ilikuwaje, labda uligonjeka, ama ni kipi hasa ambacho kilikupelekesha hadi ukaamua akuja na wimbo wa Daktari? Ah, nyimbo ya Daktari ni okay, daktari ukisema okay, daktari hmm. kuna watu wengine wanasema daktari wa mapenzi mwingine anasema daktari, kuna daktari wa mahospitalini. Sasa mimi nilichagua hii ngoma hii kichwa cha daktari kwa sababu ya ni wimbo wa mapenzi na nilikuwa na, naimbia mpenzi wangu kufikisha hii habari. Hivyo kufikia hapo sina budi ya okay, hapo, kutamatisha interview hii, lakini tutakuwa tunarudi mara pili bwana kujusasaidi ah, kuhusu bwana mienendo ya msanii wetu labda atakuwa amechangamka. Mimi ni MC Ricky hii barani Kipaji TV. Ya, yes, asante.